Karibu katika channel ya Feaboy kwa updates zote za ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini, usisahau kusubscribe. pia unaweza na jiunga na na channel yetu ya Telegram. Tawala za za Mikoa na Serikali za Mitaa, halmashauri ya manispaa halmashauri ya wilaya ya Ngara. Tangazo la nafasi za kazi. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara amepokea kibali kutoka kwa katibu mkuu ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora kilichotoa idhini ya utekelezaji wa nafasi za ajira mpya katika ikama ya mwaka wa fedha 2025 chenye kumbukumbu -kumbu namba FA.97/228/01/A/25 cha tarehe 29 Aprili 2025. hivyo anapenda kuwatangazia Watanzania wote wenye sifa za kutuma maombi ya kazi katika nafasi zifuatazo: mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili nafasi nne. Kazi na majukumu: kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni na kuwasilisha shida zao na kuwaelekeza wanapoweza kusaidiwa, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi, kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika divisheni, vitengo na sehemu zinazohusika kusanya kutunza na kuyarejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali mbali, na kuondoa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi. Sifa za mombaji. Awe na elimu ya kidato cha nne, form 4, au cha 6, form 6 na amehitimu stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili. Aidha, awe amefaulu somo la hatimkato <coughs> ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja, na kupata programu za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, Internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na, na serikali. Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia ngazi za mshahara ya serikali, TGS C1. Msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, nafasi nne. Kuorodhesha barua zinazoingia masijala kwenye register incoming correspondence, register kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi outgoing correspondence register, kusambaza majalada kwa watendaji action officers, kupokea majalada kutoka kwa watendaji action officers, kupokea majalada yanayorudi kutoka kwa watendaji, kurudisha masijala kwenye shabaka au kabati la masijala rack filing cabinet au mahali pengine yanapohifadhiwa, kufuatilia mzunguko wa majalada ndani ya taasisi file tracking. Sifa za mwombaji awe na elimu ya kidato cha 4 form 4 au kidato cha sita form 6. Awe na cheti cha stashahada diploma NTA level six, cha utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali na mwenye ujuzi wa kompyuta. Ngazi ya mshahara, kwa kuzingatia ngazi ya mshahara ya serikali TGS C1. Masharti ya jumla kwa waombaji Waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania <coughs> wenye umri usiozidi miaka 45 na umri usiopungua miaka 18. Waombaji waambatanishe cheti cha kuzaliwa. Waombaji waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza detail CV, yenye anwani, namba za simu za kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini referees wa kuaminika. Waumbaji wote waweke nakala za veti vya taaluma na veti vya kidato cha nne na sita kwa wale waliofika kiwango hicho na veti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali mbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika kwenye ajira poto. Provision result statement of result of hati ya matokeo ya kidato cha nne na sita havi kubaliki. Waumbaji wote waweke picha mbili passport size ya hivi karibuni katika ukurasa wa ajira poto waumbaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vinahakikiwa na kuthibitishwa na mamlaka husika yaani TCU, NECTA na NACTE. Waombaji waliostafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo wa yaliyo katika waraka wenye kumbukumbu namba CAC 45/257/01/D/10 wa tarehe 30 Novemba 2010. Uwasilishwaji wa taarifa na sifa za kugushi wa wahusika watachukuliwa hatua za kisheria. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 12 Juni 2025. Muhimu kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu na anwani. Barua ya maombi ilekezwe kwa kurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Ngara, SLP 30, Ngara. Maombi yote yatumwe kwa njia ya mfumo wa kielektronik wa ajira portal kupitia anwani ya portal.ajira.go.tz. Pia inapatikana kwenye tovuti ya sekretarieti ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment portal. Maombi yatakayowasilishwa nje utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayapitafanyiwa kazi. Imetolewa na mkurugenzi mtendaji. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, bonyeza neno like pia ili uweze kupata video zetu pale tunapoposti video mpya kila siku. Santeni na karibuni.